Bwana uh, katika moja ya vivutio ambavyo vipo katika jiji la London uh, ile daraja ambalo lilikuwa nyuma yangu hapa ambalo linaitwa Tower Bridge. Ni daraja moja ambalo mashuhuri sana na kila mtu ambaye anakuja katika eneo hili anatamani kupiga picha na kuonyesha background, daraja hili linakuwa linaonekana. Kwa sababu kama umefika London bila kufika hapa, uona kuwa bado hujafika yani, hujaenjoy London. Kwamba hiki ndio kivutio kimoja kikubwa sana cha London na ndio maana watu mbalimbali na mashuhuri wanapenda kuja kupiga picha ile hii. Viko vivutio vingi lakini kina namba moja. Wana hili ni jiji moja ambalo mashuhuri sana. Ni jiji ambalo linapokea wageni wengi sana kwa siku. Ni jiji ambalo lina kila ina starehe na kila kitu ambacho nakijua katika hii dunia. Ni jiji ambalo ni la amani na Yes, of course ni jiji la amani lakini kwamba unajua, wizi upo kila mahali, ila ni jiji ambalo ni hatari sana kwenye masuala ya wizi especially foni uh, na vitu vitu, vitu vingine vidogo vidogo ambavyo vinashikika mkononi. Jiji hili unapoingia inabidi uwe mwangalifu kwa vitu vingi sana especially kama mchezaji kama ni mchezea, mchezeaji wa simu, kwa sababu wezi wa hapa mara nyingi wanatumia hizi uh, baskeli za umeme kwamba wanapita mbele yako wanachukua simu na wanakimbia ni jiji ambao alikopoa mashuhuri sana. Kwa hapa napozungumza nawe, tuko Tower Bridge. Ni daraja ambalo lina historia yake katika jiji la London ama katika hii nchi ya Uingereza, ama uh, England. Ni daraja ambalo lina historia kubwa sana kipindi ambacho wao wanatawala Afrika, kipindi ambacho wanachukua watumwa kutoka Afrika sehemu, sehemu watu wengi, na kuwaleta hapa. Kwa hiyo hii sehemu ni sehemu ambayo ina historia ya kipekee. Nikutembeze ili uweze kuelewa mitaa hii na historia hii. Hapa sipo ndipo sana kwenye historia, lakini nitajitahidi kufahamu na kujua mambo gani ambayo yanaendelea au kitu gani ambacho kilitokea hapo awali ili niweze kukufahamisha. Bwana, hii ni Juma Alonealone channel. Hebu kaa hapa kwanza, uelewe yani, uielewe mitaa na ujue mazingira yako vipi. Mi niko katika jiji la London, niko katika nchi ya Uingereza, ni sehemu yangu ambayo natafuta riziki. Asanteni sana.